Ni dhahiri kuwa jeshi la wananchi JWTZ ni miongoni mwa majeshi yenye nguvu duniani. Sasa swala la kujiuliza je, Tanzania kuna wanajeshi wangapi? Mwaka elfu mbili na ishirini tovuti ya macro trends iliweza kuchapisha na kusema kuwa Tanzania ina wanajeshi elfu ishirini na nane. Hata hivyo, kwa mujibu wa takwimu za zamani, JWTZ linakadiriwa kuwa na wanajeshi wapatao elfu 30 hadi elfu 45. Lakini swala la kujiuliza JWTZ ina wanajeshi wa akiba na wale wanaohudumu kwa mkataba lakini kuna wale wengine waliomaliza mkataba wao. Hivyo basi makadirio yangu JWTZ ina wanajeshi zaidi ya elfu arobaini na tano. Hivyo basi kwa takwimu za uhakika na za sasa ni vyema kuangalia vyanzo rasmi kutoka serikali ya Tanzania JWTZ au ofisi ya takwimu ya taifa. Asante sana kuangalia video zangu, mimi nimemaliza, nikutakie siku njema. Subscribe na kushare video hii.